Damu yako yenye baraka inayotu oshamakosa ili mwangwa mu salabani, Bwana Yesu ulipokufa nastahili pata uku umu na siwezi mimi kujiosha, unioshe katika damu nipate kuwa safi kabisa, safi safi kweli, safi safi safi safi kweli unioshika tika damu nipate kuwasa fikabisa. Yesu ulivi kwa miiba, kuangikwa juu ya mti, ulivumili ya mateso maumivu na majeraha. Ninataka kijito hicho nende, na nikasafishwe sana. Unioshe katika damu nipate kuwa safi kabisa. Safi, safi kweli. Safi, safi, safi, safi kweli. Unioshe katika damu nipate kuwa safi kabisa. Baba kweli ni na makosa moyo wangu wa udhaifu, mimi mwenye dhambi rohoni, nitao na wapi? Mokozi Yesu kwakumu salabani, naja nina kuamini sa

fikabisa Bwana, nimefika, karibu, unilinde kwako milele, ufunguweki la kikamba, unijaze moyo mwenyewe mwen na karibu ya musalaba Nitaka hata kuja kwako, unioshe katika damu, nipate kuwa safi kabisa, safi safi kweli, safi safi safi safi kweli, unioshe